E, ni kweli kama mheshimiwa waziri wangu alipokuja hapo mkanaye alikuja usini hapa hapa mkazunguza naye kwamba tuna mpango mkubwa sana e, wa Arusha kwa maana ya maelekezo ya mheshimiwa rais mm -hmm. E, kwa maelekezo mahususi ya kuanza ujenzi wa SGR mm -hmm. E, e, standard gauge kuja hapa Arusha, lakini itaambambaa ita kwenda eh, kwenda mpaka Msoma mm -hmm. Kitu ambacho watu wengi nafikiri wakifahamu mm -hmm. E, ni kwamba reli hii ilikuwa ni matamanio ya Baba wa Taifa mm. E, na Mzee Museveni wakati ule mm. E, wali, wali- waliweza kulisukuma mpaka lipo, paka mahala ambapo walifikia, lakini ni matamanio ya Baba wa Taifa kuona kwamba tunaunganisha kutoka Tanga mm. kaskazini sasa itumie bandari zaidi ya Tanga mm. eh, lakini wenzetu we ukifika pale Msoma kuvuka mm. kwenda Port Bell na Jinja mm. ni karibu zaidi kuliko kuingilia Mwanza hiyo mm. kwa ujenzi kwa watu wa kaskazini mm. kwa watu wa Arusha hapa eh, wakae mkao wa kula na Arusha ina maana kubwa sana, sio tu tunajenga reli tu ya SGR kuja huku kwa sababu za kiuchumi, kuna soda ash e, ambayo ni uchumi mkubwa sana na wale mm. machimbo anaweza akaendelea zaidi ya miaka e, zaidi ya miaka mia moja maeneo mm. ya ya Dutwa okay. ya maeneo yanatokea pale kuna okay. kuna deposits za nickel kubwa sana mm. e, kwa kuna sababu za kiuchumi kwa nini hii reli lazima ijengwe, lakini jambo lingine ambayo ni muhimu sana kwa Tanzania ni ujio wa bomba la mafuta mm. e, la kutoka Uganda kuja mpaka E, mpaka Tanga. Hiyo ina maana gani? Yale mafuta ili yaweze kurudi kwenye nchi zingine hizi mm. una una namna mbili. Either ujenge bomba lingine mm. la mafuta mm. yaliyosafishwa kurudi kule mm. au utumie leli. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba leli, leli ya Kaskazini umuhimu wake ni mkubwa sana kwa uchumi. Sawa kabisa. E, lakini ni mkubwa vivile kwa maana, kwa sababu unapo connect na Uganda maana yake tuna connect na South Sudan. Ndio maana kwa we wenzetu wa wa bandari, bahati nzuri na mimi nami ni mkurugenzi wa bodi, ndio nafikiri watakuja hivi karibuni, walishakuja wakapita tu, lakini watakuja sasa concrete kabisa, ndio watakujaakabis e, pale maeneo karibu na Kia pale ukitoa, e, kidogo kuna kuna sehemu ambayo watakujenga dry port kubwa sana, sababu uzuri wa Daktari Samia yeye, oh, kila walipowaza watu yeye anatenda Unajua hey, nikiongea no, no. Hey, mimi ah, Makonda sasa siasa <laughs> lakini wakimwona mwenye shirika mwenyewe anaongea na walivyomwona waziri mwenyewe wa amekuja hapa ameongea, inatupa moyo zaidi, na hizi fursa zinapokuja. Kwa maana sasa hivi mtu akisikia kuna reli inataka kuboreshwa SGR anataka kujengwa, maana cha kwanza waza eh kichwani ni hela. Yeah. Hey, sisi <laughs> Yeah, no, yes, yaani ujenzi hata kama kusupply yeah. Kokoto sisi ni hela, unaona yeah, yeah, yeah. Yale yeah. Mataruma sili yeah. Ni hela yeah. Sehemu zeza kujenga zile malori yale ya kusomba ule mzigo ah. Ni hela ni ah. ni fursa kubwa.